Ilibidi ampiga maswali, halo, unafanya nini? Unatoka wapi huku? Jamaa anasema nimetoka duniani kuzunguka zunguka. Yaani alikuwa anatembelea familia ya Ayubu, anakuta wanamwabudu, anaona wivu, kama ambavyo kuna watu ulikotoka wakiona uzao wako wanaona wivu, wakiona kazi wanaona wivu, wakiona mnacheka na mkeo wanaona wivu, wakiona afya wanaona wivu. Sikiliza mwanangu, kuna watu, sio watu, ni watu tukisura, lakini katika ulimwengu wanamwakilisha shetani kila unachofanya wanakufuatilia haujawakosea haudai kitu kwao hauombi kwao lakini wanavita na wewe wakati mwingine si ajabu si wa ndugu zako au ni ndugu zako au familia moja lakini nataka nikuambie shetani atawavaa lengo la shetani ni kuhakikisha anakukwamisha maana ndani yako kuna kitu unabeba habari njema niliyo nayo ni hii unachokibeba hakitafia njiani unachokibeba hakitafia njiani ndoto uliona haitafia njiani nimekuja nitangaze Mashujaa watapita kwenye moto, kuna mahali tutakwenda. Sema faya, sema faya, sema faya, sema faya. Habari njema niliyonayo nayo, saa inakuja, utasema kama Daudi, nitaingia malangoni mwako na kafara za shukurani, nitaingia malangoni mwako na sadaka za shukurani, ambazo kwenye moto nilipita, lakini umenitoa. Naona watu watatu semfaemafa cha sema faya sema faya sema faya sema faya. Wangapo ananielewa jamani, mahali hapa? Wangapo ananielewa jamani, mahali hapa? Shetani kwa sababu anawivu, akaanza kutembelea tembelea, ametafuta watoto ayu, amekosa akazunguka zunguka. Akatembelea kijana wa kwanza akimjaribu, anashindwa. Akatembelea kwenye uchumi akashindwa, anatembelea hasa. Angalia Mungu anavyomwangalia. Nataka nikwambie, unachopitia Mungu anakuona, Mungu anakuangalia tena kwa jicho la tatu, sio jicho la pili. Maadui anakuangalia kwa macho mawili, Mungu ana la tatu. nataka nikwambie adui wako atapewa samas kwamba mtese fulani, lakini usimuue. Nina wagano naye ninakusudi naye, atabeba familia na hata kufa. Mpaka amebeba atafungua maduka. Kuna watu wako kijiweni, atafungua taajiri watu ayaya, atamka kinabii. Kuna watu kunawatuwat Barikiwa, gusa mwenzako, mwambie sitafia kwenye matope, sitafia kwenye mapito, nitapita. Ndo maana inaitwa mapito. Mwanangu, usimcheke mtu wakati anapita. Ukiona mtu anapita, funga mdomo wako naweza kumsaidia, msaidie kadri ya uwezo wako, kama uwezi nyamaza. Maana aliyemleta duniani ana agano naye, amesaini kitabu kabla hajazaliwa. Kwa taarifa yako nikwambie, hakuna mtu aliyekuja duniani kwa bahati mbaya. Kabla hajaja, ilipangwa tarehe na ikapangwa atapita wapi, atapita kwenye mabonde, atajaribiwa hapa, atapigwa pale, lakini Mungu akaweka tarehe ya kwamba atasafiri duniani, lakini mwisho wake ni hapa. Kwa taarifa yako nakwambia, wanaokupiga vita wanabalabulu umesaini kitabu, hawatakuua mpaka umetimiza kusudi la Bwana. Kuna kitu unabeba hicho, kitatimia hicho kitatimia. Wanabalabulu watafia wao njiani. Tumoja, piga kelele, sema ninalo agano, ninao mkataba, nimesaini. Sema basi amina, amina, amina. Sema sema amina. Juzi kuna mtu niliwahi kumpa hela yangu mahali kitu tumeuziana, nikamwambia tuandike na mkataba, akaja yeah. Aka, akaleta shida nikamtokea, nikamwambia ndugu, nataka hela yangu akaniambia lagani, nikamwambia nataka hela yangu. Akawa ananizungusha nikamwambia sasa, cha kufanya, hebu twende mbele. Tukaenda mbele, tulipoenda mbele wakaniuliza unamdai, nikasema sina maswali mengi, una mkataba unaongea? Nilipochomoa mkataba akaambia funga mdomo, unatakiwa utoe cha watu, funga mdomo. Sikuongea neno la tete, mdomo ukanyamaza. Nataka niseme leo, chomoa mkataba, mwambie shetani na mkataba, hata kama niko kwenye mateso, hata kama niko kwenye magonjwa, hata kama niko kwenye iko Leo tutachomoa mikataba, tutamwambia shetani tunavuka. Arabashanta, si kama kuna watu watatu wanachomoa leo mikataba. Nataka nikwambie hutakufa kizembe. Chomoa mkataba, mwambia shetani, sitakufa na presha, sitakufa na sukari, sitakufa kwenye madeni, sitakufa na maneno. Mkataba utakutetea na nyanyua wa mkataba wako juu siku zako leo nachomoa mkataba wangapo, ananielewa angalia. Mstari wa nane, Bwana akamuuliza Shetani, umemwona huyu mtumishi wangu Ayubu kuwa hakuna moja aliye kama yeye? Yaani Mungu alijua tu kuwa huyu jamaa anamwonea wivu, halafu mbingu inamjivunia Ayubu. Yaani mbingu, Mungu anakaa anacheka, kuwa ninaye mtu mwenye, kwenye eneo fulani. Nisikilize, Shetani alipokuwa anazunguka, Mungu akasema huyu anatafutwa Noeli mwanangu Noeli. Namjivunia. Shatani anazunguka anaachilia mapooza, anaachilia. Namwambia sasa, namjivunia. Alafu anamuuliza kwa nini unatembea tembea kwenye maeneo ya watu wangu? Haujajua kwenye maeneo watakatifu huwa malaika wanazunguka usiku na mchana? Hata kama uwaoni wapo, na leo nataka niombe malaika washuke kituoni kwako, wakalinda ile eneo. Hawatapata mlango wa kupita, hilo tatizo nitaisha itakuwa shwari. Kuu tumoja aseme, nitapita na nitakuwa salama. Sema amina kama unabarikiwa. Angalia, Mungu anamwambia shetani, umemwona mwanangu? Jibu la shetani mstari wa tisa, shetani akamjibu Mungu na kusema, huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? Kwa lugha nyingine, hakuna ibada hapa. Hapa ni kwa vile tu umemzingira kwa ukingo pande zote pamoja na nyumba yake na vitu vyake vyote alivyo navyo, na kazi mikono yake umezibariki na mali zake zimeongezeka. Kwa lugha nyingine, anamwambia kwa sababu ya vitu ulivyompa ndio maana nakupenda. Ruhusu niseme, ruhusu ni mseme. Yaani shetani anamwambia Mungu, unafikiri Ayubu anakupenda? unafikiri, anafanya ibada kwa sababu ajaliwa sana na njaa. Anafanya ibada kwa sababu hajakutana na magonjwa. Sasa Mungu, ukitaka kujua huyu mtu wako hakupendi ni ruhusu ni mjaribu. Halafu Mungu anamwambia, Ayubu ujui nafahamu moyo wa mwanangu, kwamba moyo wako uko kwenye vitu, moyo wako uko kwenye fedha, moyo wako uko kwenye magari, moyo wako ameweka kwangu. Sasa shetani, nakuruhusu, natoa, nenda kamguse a kila alicho nacho isipokuwa usiguse uhai wake. Maana yake kinachotafutwa ni imani. Imani, linda sana imani. Paulo akasema, nimepiga vile vita vizuri vya imani na imani nimeilinda, na mwendo nimeumaliza. Nataka niongea na mashujaa watakaolinda imani, haijalishi vita itasimama, watapigana vita na watashinda. Mungu akamwambia shetani nenda, yuko mikononi mwako. Alafu kule mbinguni hujawahi kuona unapita. Sema basi amina kama unanielewa. Ngoja nikupe mfano kidogo, utanielewa. Kuna watu haitamaliza mwaka huu, historia ya maisha yenu itageuka. Mungu akamwambia shetani nenda kamjaribu, alafu mungu kwenye kile kiti chake cha enzi akakaa, nenda nenda na kuona, lakini angalizo ni hili: usiguse roho yake, usiguse moyo wake. Kuna watu mnapita, shetani amepewa samas, mwisho wako ni hapa pitishe kwenye mateso lakini usikuseiki. Sijui kama kuna watu wananielewa. Mwanangu, nasema hivi, kuokoka kwa ina maana kwamba utapita, utapita na unapopita, acha kulaumu watu. Wakikusema usiwalaumu, wakikuchafua nyama za kimia, kwa sababu tunashindwa wakati mwingine, tunafika mahali tunashindwa. Mungu atuteteeje? Maana umesikia maneno, umejawa na jaka moyo, unataka kupambana na mtu. Usipambane na mtu, kwa mpole uwezi ukajitetea mwachie Mungu akutetee. Sema basi amina, kama unanielewa, kwa sababu wakati mwingine ukipandisha ile hasira na jaka moyo utajikuta unaumiza, unakumbana na watu. Tulia kwenye maombi, mpe Roho Mtakatifu atulize moyo, atafungua milango. Sema amina. Mungu akiwa anakaa kwenye kiti shetani akapita kwa watoto, anapita kwa mifugo, anaua mifugo ndio maana wasangeka, vitu vinakufa, tunasema ni kawaida. Wakati naweza akatumwa auwe mifugo yako, auwe kazi yako, auwe vitu vingine, akaua mifugo tena. Maandiko yanasema waliokuwa kwenye kwenye kufuga wanakuja dabo dabo, huwa anafika, tulipokuwa tunachunga ngamia walikuja, Washami wakatuangamaliza vitu tulipo, huyu hajamaliza huyo, huyo. Ni mimi tu nimebaki kuleta taarifa, mimi tu nimebaki kuleta taarifa. Ayubu amekaa, taarifa zote zinamfikia kwamba mali zake zote kwa siku moja, sio siku mbili, not two days, siku moja vitu vyote, amekuwa maskini masikini yani, maandiko anasema alikuwa na ng'ombe zaidi ya elfu tano sijui elfu tatu mbuzi. Kwa lugha ya sasa alikuwa tajiri bilionea. Kwa siku moja magari yake yote yamekwisha, maduka yamekwisha, mifugo yamekwisha, amebaki na watoto waliposema yote. Hata kwenye maisha yako kunaoleta taarifa chafu, wakikuletea, funga mdomo, mwambie nimesikia endelea. Nimefanyaje? Ayubu aliposikia, haikutosha Shetani, kwa siku moja akamaliza familia, watoto wake wote wakafa, wote wakafa. Yaani, unapita sehemu kidogo, unasema Mungu, umeniacha. Mwenzake alizika watoto one day wote wakaisha. Shetani alipomaliza kibarua kule, Mungu wakati Ayubu anaumia huko, kule mbinguni Mungu anasema, angalia moyo, angalia moyo, anakuta Ayubu anasema bado haya wawe ni Mungu. Mungu anataka watu ambao imani zao iko kwenye vitu, haiko kwenye nguo, haiko kazini. Leo nataka uweke imani kwa Bwana, ataruhusu vitu vije, atapigana vita vyako. Mtu mmoja asema amina, asema amina, mtu mtu mmoja asema amina, sema leo napokea anointing. Walipomaliza, Mungu anamwangalia Shetani, bado na la kusema, akasema wapi watotoa vitu alivyo navyo lakini kusa watoto shetani akaruhusiwa kaua na watoto. Alipomaliza akamwambia, akaenda kuzunguka tena, akamwambia umeona shujaa wangu kwamba ninaye watu dunia